Katika kijiji kidogo kiitwacho Mkongoma, aliishi kijana mdogo aitwaye Baraka. Tangu akiwa mtoto, maisha hayakuwahi kumpa nafasi ya kupumua. Alikulia kwenye familia maskini sana. Mama yake alikuwa mkulima wa kulima mashamba ya watu na baba yake alifariki Baraka akiwa na miaka saba tu. Nyumba yao ilikuwa ya udongo na wakati wa mvua walilazimika kuweka ndoo za kukusanya maji yaliyovuja kutoka kwenye paa. Chakula mara nyingi hakikutosha. Walikula ugali na mchicha karibu siku zote. Hata hivyo, pamoja na maisha hayo, Baraka alikuwa na kitu ambacho wengine walikosa, ndoto kubwa. Kila siku alipokaa chini ya mwembe akiwa na kitabu chake cha zamani kilichochanika, alijisemea kwa sauti ya ndani, siku moja nitamaliza shule, nitafika chuo kikuu na nitawasaidia watu wa hapa. Baraka alipenda kwenda shule, lakini mara nyingi alilazimika kutembea zaidi ya kilomita saba peke yake. Viatu hakuwahi kuwa navyo wakati mwingine alikuwa anaenda shule akiwa amekunjamana kwa baridi ya asubuhi, lakini hakuwahi kulalamika. Wenzake walimcheka wakati mwingine kwa sababu ya mavazi yake yaliyokuwa yamechakaa, lakini mwalimu mmoja aitwaye Mwalimu Sefu aliona kipaji na bidii ya Baraka. Kila mara alimpa vitabu vilivyoisha kutumiwa na wanafunzi wengine na kumtia moyo Baraka, usikubali hali yako ikuzuie, una kitu kikubwa ndani yako. Maneno hayo yakawa kama mafuta yanayowasha moto wa ndoto yake. Baraka alimaliza darasa la saba akiwa wa pili katika wilaya, jambo ambalo liliwashangaza wengi, lakini changamoto nyingine ilimsubiri shule ya sekondari ya bweni. Baraka alipata nafasi ya kujiunga na shule ya sekondari ya bweni, lakini ada ilikuwa mzigo mkubwa kwa familia. Mama yake aliuza sehemu ya shamba lao dogo na vijiji jirani vilifanya harambee kumchangia. Kila shilingi aliyopata ilikuwa matokeo ya jasho la watu. Shuleni mambo hayakuwa rahisi. Mara nyingi Baraka alikosa sabuni, alikosa pesa za chakula za ziada na alilala njaa mara kadhaa. Alikuwa akitumia muda wa mapumziko kufanya kazi ndogo ndogo kama kupakua matofali au kupalilia bustani za walimu ili kupata fedha za kununua daftari. Lakini changamoto hazikumzuia. Alisoma usiku akiwa na tochi dhaifu iliyojazwa betri za kukaribia kuisha. Alisoma mchana akiwa kivulini kwenye majani. Alisoma hata wakati mwingine akiwa mgonjwa. Alimaliza sekondari na division one ya uhakika, na habari yake ikasambaa kijiji kizima kama shangwe. Kupata nafasi ya chuo kikuu ilikuwa furaha kubwa lakini ilikuwa pia hofu kubwa. Ada, nauli, vitabu na gharama nyingine zilikuwa nyingi mno. Mama yake aliuza ndama wao pekee na walikopeshwa kidogo na chama cha wanawake kijijini. Baraka aliondoka kijijini akiwa na begi moja, ndoto kubwa, na machozi ya mama yake yakimfuata mpaka kituo cha basi. Chuo kikuu kilimfungulia dunia mpya. Changamoto ziliongezeka ukosefu wa pesa, kukosa chakula, kukabiliwa na masomo mazito na wakati mwingine kulala bila kula. Hata hivyo, Baraka alijua kuwa safari yake ilikuwa kwa ajili ya watu wengi kuliko yeye mwenyewe. Alifanya kazi za vibarua chuoni, alikata nyasi, alisafisha ofisi na wakati mwingine aliandika assignments za watu kwa malipo madogo. Kwa kila shilingi aliyopata, aliitumia kwa makini. Kipindi cha mwisho alipewa scholarship ndogo kwa sababu ya matokeo yake mazuri. Hapo alijua Mungu hakuwa amemsahau na hatimaye, siku kubwa ilifika. Baraka alihitimu. Alipovaa joho na kofia ya graduation, machozi yaliburuka bilo yeye kutaka. Mama yake alisimama nyuma yake akitetemeka kwa furaha. Hapo Baraka alijua huu ni mwanzo mpya. Badala ya kukimbilia mjini kutafuta ajira kubwa, Baraka aliamua kurudi kijijini Mwambao. Aliona mateso aliyotoka nayo, alikumbuka watoto waliokuwa hawana vitabu, wanafunzi waliolala njaa na vijana waliopoteza matumaini. Akaanzisha kikundi cha vijana, akafungua tuition ya bure chini ya mwembi ule ule ambao zamani alisoma, akatafuta wafadhili, akajenga maktaba ya kijiji akaanza mradi wa dawati kwa kila mtoto na baadaye akaanzisha soko ya wakulima ili kusaidia familia maskini. Polepole pole, kijiji kilianza kubadilika, vijana walipata matumaini, watoto walipenda shule na kina mama walipata nafasi za kuwekeza. Watu walimuita Mwalimu Baraka, mkombozi wa kijiji, mfano wa kizazi cha kesho. Lakini yeye alijibu kwa unyenyekevu, mimi siyo shujaa mimi ni ushahidi tu kwamba elimu ni mwanga. Miaka michache baada ya kurejea kijijini, mwambao ilikuwa imebadilika. Maktaba aliyojenga ilikuwa imejaa wanafunzi kila jioni, bustani za wakulima zilistawi kwa maarifa mapya, na vijana wengi waliokuwa wakipotea mitaani sasa walikuwa wanasoma, wengine wakienda vyuo vikuu kama Baraka. Siku moja jioni, Baraka alisimama mbele ya nyumba yao ya zamani ile nyumba ya udongo alikulia. Aliangalia upande wa pili wa kijiji na kuona mwanga wa taa kutoka kwenye maktaba. Akasikia sauti za watoto wakisoma kwa shangwe. Machozi yakamjaa, sio machozi ya uchungu tena, bali ya ushindi. Mama yake akamkaribia taratibu na kumgusa bega. Baraka, sasa unaona kwa nini Mungu alikuacha upitie yote yale, ili uwe mwanga kwa wengine. Baraka akatabasamu na kusema taratibu, Ndiyo mama, elimu ilinipa maisha, lakini kunipa maisha peke yangu haikutosha. Ilipaswa pia kuwapa wengine. Na hivyo safari ya kijana aliyekuwa na ndoto zisizo na kikomo ikawa fundisho kwa kizazi kizima kwamba umasikini siyo mwisho, lakini tamaa ya kukata tamaa ndiyo wadui mkubwa, kwamba mtu mmoja akibadilika, jamii nzima inaweza kunufaika, kwamba Elimu ni zawadi ambayo hupaswi kuimaliza peke yako. Kama stori hii imekugusa, acha comment. Ni sehemu gani ya safari ya baraka ilikuvutia au kukupa nguvu? Like, ikiwa unataka hadithi zaidi za kuhamasisha kama hii. Share ili mtu mwingine apate nguvu ya kuendelea kupambana na maisha. Subscribe kwa simulizi nyingine za maisha, mafanikio, changamoto na ushindi.